Katika hali isiyo ya kawaida mama wa msanii Zuchu amejikuta akimtamkia maneno ya matusi mamake na Diamond Platnumz baada ya tukio ambalo Diamond Platnumz aliweza kulifanya, lakini pia sababu kubwa ikiwa ni moja ya kauli ambayo Juma Lokole aliwahi kuitaja iliyoweka wazi siri nzito iliyopo kwa upande wa wazazi wake na Diamond Platnumz na maisha ya Zuchu, kitu ambacho kimepelekea mamake na Zuchu kuweza kupishana kimaneno na mamake na Diamond Platnumz, akijaribu kumtukana mamake na Diamond kwa namna ya kuonyesha kwamba sababu kubwa ni mwanae, na mamake na Diamond anashindwa kumrekebisha mwanae aweze kusimama katika mstari mnyofu, na ndio maana mahusiano yake yamekuwa ni mahusiano ambayo leo yana furaha, kesho hayana furaha. Lakini yote kwa yote, mamake na Zuchu amekuja kutamka haya maneno yote, ikiwa ni sababu ya kwamba amesema ana feel sana maumivu ambayo mwanaye anayapitia katika wakati ambao unakuta anakuwa hapewi kipaumbele katika maisha ya Diamond Platinumz. Sababu kubwa ni moja ya kauli ambayo aliwahi kuitoa Juma Lokole, nitakusanua hapa lakini pia e, tukio moja ambalo Diamond Platinumz alilifanya. Ijapokuwa e, lilikuwa ni tukio katika mazingira ya kikazi lakini limepelekea haya yote ambayo mamake na Zuchu ameweza kwenda kumtamkia mama Dangote mpaka kufikia hatua. Akajikuta tu kama vile machozi yanambugujika kwa kukosa kitu cha kusema na hajaweza kumtamkia chochote mamake na Zuchu mpaka sasa hivi. Sasa uh, kabla sija kwambia kiundani zaidi kuhusiana na history chanzo ambacho ambacho ambacho kimepelekea mama mama yake kumtamkia mama Dangote maneno haya, ambayo kwa kwa kifupi tunaweza ni ni matusi, naomba nikukumbushe kwamba kwamba updates nyingi zaidi na na na kitakuwa kinaendelea ku happen. Kwa hiyo point ya ya ya ya msingi, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo hapo chini, hii hii hii video, hapo like video video baada like, kisha kwenye sehemu ya maoni utakuja comment yako kutokana katika. Mimi naitwa Gabi Official, Bongo Vibe channel namba 1, ajili kuhakikisha nakuletea stori zote ambazo zina trend sasa, kama ambavyo nimeweza kukwambia kwamba mamake na Zuchu wamejikuta akimtamkia matusi mamake na Diamond Platnumz, ambapo sababu kubwa hapa inayotajwa, kwanza kabisa kuna matukio mawili ambapo tukio la kwanza kabisa ni. Tunafahamu siku kadhaa nilikuletea video kuhusiana na kauli ambayo alisema Juma Lokole kwamba Zuchu hawezi kubeba ujauzito wa Diamond Platnumz leo wala kesho kutokana na kwamba uh, kikwazo kikubwa kiko kwa familia ya Diamond. Yaani, kwa, kwa mtoto atakuwa ametengwa tofauti na watoto wa Zari pamoja na watoto wa, um, mtoto wa Tanasha Dona. Lakini sababu ya pili ni kwenye lile tukio la yule video vixen wa kwenye wimbo wa Diamond unafahamika kwa jina la Natulizana. Of course alionekana video vixen fulani hivi mrembo sana. Sasa kuna picha za kimahaba ambazo Diamond Platinumz alikuwa anaonekana yuko kwenye e, mapozi ya kimahaba zaidi na huyo mrembo, kitu ambacho kimetafsirika kama vile kwamba Diamond ni malaya na amekuwa akitoka na wanawake tofauti tofauti na anashindwa na kulizika na Zuchu. So, moja ya kauli tata ambayo mamake na Zuchu ameweza kumtamkia mama Dangote ni kusema kwamba mwanao ni malaya, na ndio maana anashindwa kutulia kwenye ndoa yake baa zaidi, wewe kama mama mzazi, inasikitika kuona kwamba una support kile ambacho mwanao amekuwa akikifanya, unashindwa kuwa na aibu, mama mtu mzima. Ni moja maneno ambayo kiufupi, kwa mtu kama mama Dangote, lazima yatakuwa yamemchoma sana na kumuumiza, kuona kwamba anatukana kwa kiasi hiki, eti kisa mwanae. Mpaka sasa hivi mamake na Diamond hajaweza kumtamkia lolote uh, kutokana na kile ambacho ameweza kusema mamake na Zuchu, lakini huenda una tukio kubwa zaidi naloweza kuwa linakuja uko mbele. Comment yako nipe kuhusiana na, na, na hiki, unadhani labda ni maneno ambayo mamake na Zuchu alistahili kumwambia mamake na Diamond hivi, au wamekosea kwa namna moja ama namna nyingine? Comment yako ikihusika hapo chini. Umetisha sana lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.